Kupima afya bure leo tu, karibuni wote! Oneni jamani, ni daktari, labda tunaweza kupata msaada pale. Nafurahi kuona watoto wengi wakijitokeza kama hivi kucheki afya zao. Cheki afya? Kwani hamtoi tiba? Kimsingi tunafanya vyote naangalia kama mna dalili zozote za ugonjwa mwilini zinazowafanya muumwe. Kwa hiyo mara nyingine mnaweza kuwa mna ugonjwa ambao bado haujaanza kuonyesha dalili zozote. Kwa hiyo kucheki afya mara kwa mara kunasaidia kuona ugonjwa huo na kuukabili mapema kabla haujawa wa hatari. Aha, nadhani tumeshajua ugonjwa wetu unaotusumbua sisi. Tumekuja kupata tiba tu eh? Kichaa cha kuku, popo, ng'ombe, unaotufanya tukohoe na kuwa na maumivu ya kifua na kichwa. Wengine tuna hali mbaya kweli. Naomba useme tu unatiba kweli. Mnataka kujua nini kinachofanya muumwe? Mm -hmm. Wengi wenu mnaonyesha dalili za kuwa na mafua mara nyingine inaweza kuwa ugonjwa wa hatari zaidi kama COVID-19 oh, ambao pia unaambukizwa na virusi. Kwa hiyo ni vizuri mmekuja kupima ili kujua ni nini haswa unachoumwa. Oh. Ngoja tuwapime ili tujue. Inaonekana wote mnaumwa mafua. Ni ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine hususan mkiwa karibu karibu na mkiwa mnatumia vitu kwa pamoja kama vile chakula na vinywaji. Basi na mimi nimechangia kuambukiza wenzangu kwa kuja kwenye mazoezi nilipokuwa sijisikii vizuri. Sasa tutapona kweli? tiba bora kwenu wote ni kupumzika vya kutosha, kunywa maji mengi na kula vyakula vyenye afya. Mkifanya hivyo mtawahi kupona kwa sababu miili yenu ina uwezo wa kupambana na virusi yenyewe. Tukifanya vyote hivyo kuanzia leo, tunaweza kufanya onyesho letu siku iliyopangwa. Kwa hiyo kutoona vizuri sio dalili ya kutisha ya mafua. <laughs> Wewe hauna mafua inaelekea una ugonjwa wa kutoona mbali. Ningekushauri uende hospitali na wazazi wako ili upatiwe miwani. nisiangalie marafiki zangu eh? Mimi sitaki kuwaambukiza huu ugonjwa wa kutoona mbali <laughs> usijali, sio ugonjwa wa kuambukiza. Yaani hauenei kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Imetokea tu kwanza wenyewe mwilini mwako na kwa sababu tumeshaugundua sasa tunaanza kuutibu kwa kupatia miwani. Sasa tumeshajua tufanye nini ili tupone, ila tufanyeje sasa ili tusiumwe tena huko mbeleni? Na furahi kuona unataka kuwa mwenye afya njema kila wakati, Amani. Kuna magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Oh. Kwa magonjwa yasiyoambukiza tunaweza kujitahidi kuwa na afya njema kwa kula vyakula vyenye afya, kufanya mazoezi, kunywa maji mengi na kupumzika vya kutosha. Ni muhimu sana kwenda kucheki afya zetu mara kwa mara, hata kama hatuumwi, na kumwona daktari mapema pale tunapoanza kujisikia vibaya. Lakini kuepuka magonjwa ya kuambukiza, hakikisha unasafisha mikono yako kabla hujaisogeza karibu na uso wako na kuziba mdomo kwa kutumia kiwiko pale unapopiga chafya. Inabidi pia tuwe waangalifu na sehemu tunazokuwa ili kuhakikisha hatupati maambukizi kutokana na mazingira tuliyopo. Tutahakikisha tunafanya yote hayo. Najisikia vibaya kwamba nimechangia kuwaambukiza wenzangu. Sitaki kumwambukiza mtu mwingine yoyote, kwa hiyo nitaenda nyumbani nikae mbali na watu mpaka nikipona nakuwa tayari kuimba. Chukueni hizi barakoa, zitawasaidia msiwaambukize wenzenu, na pia wao wasiwaambukize virusi mnapokuwa karibu. Usiku mwema, mama, naenda kulala mapema leo. Unahisi umezidiwa? Hapana, nataka tu kupumzika ili niwahi kupona na niweze kufanya onyesho. Una uhakika? bado unataka kuimba? Labda waachie wenzako wafanye wenyewe. Hapana, daktari amesema inabidi nijijali tu na nitapona muda si mrefu. Ametuambia pia jinsi ya kuwa na afya njema tukishapona, kwa kuhakikisha tunajikinga na magonjwa. Najua atakuambia hivyo hivyo pia ukienda kucheki afya yangu tena pamoja. Sawa, nitakuwa na kuangalia usiku mzima kuhakikisha homa haipandi tena. Salama, mwanangu. Mama, unataka uumwe ukose kuniona nikiimba? Si bado unakuja kuniona nikiimba kwenye onyesho? Kama kuumwa hakuja kufanya uwache kuimba, nini kitanifanya nisije kukuona? Miili yenu itapambana na virusi yenyewe. Kwa hizi akili kichwani hakuna upinzani tutashinda kama shwa shwa shwa. Nataka mtupate kama shwa shwa shwa, kwa hizi akili kichwani hakuna upinzani tutashinda kama shwa shwa shwa. Nataka mtupate kama shwa shwa shwa hamtupati, onanana mili yetu ni ajabu kweli, inaweza kupambana na magonjwa yenyewe tukiwa na afya njema. Nikipona tu nitafanya kila kitu kujikinga na maambukizi mengine.